nimefurahi kuona kiwanda cha foma nacho kimefufuliwa, lakini vile vile kiwanda cha saruji kimeongezewa uwezo wa uzalishaji. Sasa Tanga inaleta saruji nyingi kuliko ilivyokuwa kabla. Vile vile kuna kiwanda mm, kipya kimeingia, kiwanda cha kufunga magari ya ambulance, assembling ya ambulance kinakuja kinaingia hapa Tanga, na vivyo hivyo tutaendelea kuvuta wawekezaji ili wawekeze kwenye maeneo ya viwanda hapa Tanga, ili kukuza ajira za vijana. Serikali imekuja na mpango wa jenga kesho iliyo bora, ambayo inaingia kwenye maeneo ya kilimo, maeneo ya madini, maeneo ya uvuvi. Sasa kwa hapa Tanga tunakuja kwenye maeneo ya kilimo na maeneo ya madini.